Karibu katika sehemu ya tano ya simulizi ya mume wetu, tulipoishia ndipo pale tunapoanzia. Mimi naitwa Naima Mohamed, karibu sana. Aisha anafika nyumbani kwa Bizina, anamgongea mlango ndani kwake na na kuingia. Aisha, ulienda wapi kwa haraka vile? Bizina anamuuliza. Kuna jambo sikuwahi kukueleza kwe, ila leo nataka nikuweke wazi, anasema na kukaa chini. Niambie, na kusikiliza ukweli wa mimba yangu leo, na kujuza wewe bibi, anasema naambie, nipo hapa kusikiliza. Ile mimba ilikuwa ya shujaa mtoto wa mtawala, anasema Aisha. Unasemaje? Aisha kwa mshangao mkubwa aliuliza, sikuwahi kumpenda wala kumkubali, ila mara nyingi shujaa alinifuata kimtaka kimapenzi, na alipoona nimemkatalia sana ndipo alijilazimisha kwangu, alinibaka nikiwa natoka jioni kuonana na Mawazo, nikiwa narudi nyumbani. Niliogopa kusema kwa sababu yeye ni mtoto wa mtawala na baba yake si mtu mzuri, lakini shujaa hakuishia hapo. Hapo siku nyingine tena nikiwa natoka asubuhi kuelekea kisimani, mlinzi wake alinichukua kwa nguvu na kunipeleka katika moja ya nyumba za shujaa, na huko siku nzima alinitumia alivyotaka, na ile siku Dio nilipata mimba Bili, alimalizia kusema. Jamani, jamani ji kwangu, yote haya umeyapitia peke yako, bila ya kumwambia mtu. Wazazi wako leo hii wakisikia haya watasemaje? Alisema ili shujaa. Alikuja siku ya msiba juzi na kuahidi kunifanya kuwa mkewe, lakini mimi nampenda mawazo, na tangazo hili alilotoa, anajua nia yake ni nini ni kuombe siri hii baki nayo, washawishi tu wazazi wangu waniwezeshe, nataka kuolewa na Mawazo. Leo hii kesho tuondoke, tukaanze maisha yetu kijiji cha ng'ambo, tuondoke mkononi mwa shujaa, alisema Aisha akimuomba. Ele, nakuelewa, nakuelewa. Sasa hivi naenda kwa baba yako kuongea naye, ikiwezekana leo usiku tufanye hiyo ndoa. Ni muda sasa, upumzike, umepitia mengi sana. Baada ya maongezi hayo, Bizena anatoka na kumwacha Aisha ndani, yeye akiwa anaenda kuongea na, ana na wazazi wake. Aisha naye anatoka ndani humo na, na kurudi chumbani kwake. Baada ya muda kidogo, anasikia vishindo nje, na ghafla walinzi wa shujaa wawili wanaingia na kumchukua kwa nguvu. Aisha anapojaribu kuwakwepa kutaka kupiga kelele, wanamzuia kwa kumwambia, chagua tukuache hapa au Mawazo wa matatani. Baada ya kusikia jina la Mawazo, Aisha anajikuta akielekea mwenyewe bila kulazimishwa huko alipo Mawazo. Anafika katika nyumba ambayo ni moja ya nyumba za shujaa. Huko anamkuta Mawazo akiwa amepigwa sana na walinzi, huko shujaa akiwa amekaa pembeni na walinzi wale. Aisha anamkimbilia Mawazo akimkumbatia na kulia, Aisha, Aisha, Aisha, nini hiki unafanya? Unataka kuolewa na huyu mtu asiyeweza hata kujitetea mwenyewe, Shujaa anasema kwa dhihaka. Shujaa, anakuomba mwache, mtafanya wanachokitaka, anasema Aisha. Usifanye lolote, usifanye lolote Aisha, haya yote niachie mimi, anamwambia anasema Mawazo. Akuachie nini ambacho unaweza kufanya wewe? Shujaa anasema kwa kujitapa. Nipo tayari, kama ni ndoa nitaolewa na wewe Shujaa, anasema Aisha, huku Mawazo kinyong'onyezwa na yale maneno, si ndoa tu bali kesho wakati unamtangaza mwanamke ambaye anakwenda kumuoa wewe, utasema kila kitu mbele za watu juu ya ile mimba na kwamba unanipenda, huwezi kuniacha. Anasema hivyo shujaa. Aisha hana la kufanya, Mawazo anampenda na ili kumtoa mikononi mwa shujaa anakubali, huku Mawazo akibaki hana la kufanya na yeye pia na, na hapo Aisha anaambiwa aondoke, ila Mawazo hataachiliwa mpaka yeye na shujaa waone ndipo atatolewa. Aisha anarudi kwao na kumkuta Bizina akiwa amesharudi, akiwa hana habari njema sana, kwani wazazi wake bado wamemkana binti yao, hawamtaki kabisa. Lakini habari hizo haziwezi kulinganisha na majonzi yalionayo Aisha juu ya mawazo. Kabla ya Bizina kumwelezea kwa kina Aisha, Aisha anamwambia kuwa kesho anaenda kukiri kila kitu na anaolewa na shujaa. Zena bado haelewi nini kimetokea. Mbona alimtuma aende kwa wazazi wake, sasa hivi anaolewa na shuja? Lakini Aisha anamwomba simuulize sana maswali, kesho ndio siku yenyewe, amwache kila kitu kikimalizika, atamwambia ukweli wote. Zena anahisi kuna hali haipo sawa, lakini anaamua kumwacha kama alivyosema. Kwa upande wa Zena, yeye kule anafanikiwa kupita kati ya mabinti wengi, wengi waliojitokeza katika mchujo huo, na hapo anapita mabinti kumi. Jioni inapofika anapewa chumba akilala humo kusubiri tena mchujo wa kesho yake. Wakati haya yote yanaendelea, zawadi bado hajajua huyo mwanamke anayependwa na shujaa ni nani, yeye akiwa tu anasubiri kumuona huyo mwanamke. Kuna pambazuka na tayari kule kwa mabinti kumi, hatimaye mchujo unapatikana, mabinti watatu ambao hao wameandaliwa na wanawake na kupitishwa kama wanafaa kuwa wake, akiwemo mama, mama yake na shujaa ambaye alikuwa akiwaangalia mabinti hao, wanafaa kuwa wake, wanaweza kupika, wanaweza vitu vingi sana, wanaweza kubeba ujauzito, miili yao ipo vizuri. Na sasa katika mabinti hao wote wanabaki mabinti watatu. Hapo inakuwa ni mida inakaribia na jioni, wanafikishwa mbele ya baraza la wazee, na katika baraza hilo akiwemo Giza, baba wa Aisha, mtawala bwana Tamim na mkewe, pamoja na shujaa, wote wapo hapo ili kutafuta huyo mke wa shujaa ni nani lakini pia kama ikitokea wazazi wamependezwa na binti mwingine pia, wanaweza kumpa mtoto wao. Kwa hiyo hapo anaweza kaondoka na mke mmoja ama wawili. Wakiwa hapo mzee Giza anainuka. Tawala, mabinti ndio hawa sasa. Ni zamu ya shujaa, shujaa kusema nani kampendeza. kisha na kana, shujaa mwenye anainuka. Mabinti hawa ni wazuri, lakini leo tunabadilisha utaratibu kidogo. kuna mwanamke niliyewahi kumpenda mno, mpaka sasa nampenda na, na nitaendelea kumpenda bebea mimba yangu, lakini kwa bahati mbaya mtoto utukamkosa na atathibitisha haya na yeye mwenyewe yupo tayari kuanza maisha na, mruhusu aingie. Watu wote hawajui nini kinaendelea, wanageuka kutazama, na hapo, na hapo anaingia Aisha akiwa amevishwa vizuri na kurembwa vizuri. kipenzi chako nimefika, mtawala wangu, anasema, baada ya kutembea na kufika mbele ya shujaa. Watu hawaamini ni nini, nini hiki? Sasa Zena pia haamini kuwa ile mimba ni ya shujaa. Mzee Giza naye anashangazwa na hilo kwamba binti yake ndiye kipenzi cha shujaa. Wakati haya yote yanaendelea, zawadi alikuwa ukumbini hapo akitazama. Yeye tayari ni mchumba wa shujaa, yupo tayari kwa ajili na ya ndoa, hivyo naye anaruhusiwa kwenye shughuli kama hizo na kutafuta mke mwenza. Mtawala, nini kinaendelea? Anauliza Giza. Kinachoendelea kwa sasa wewe ni baba mkwe wangu, Giza anasema. Shujaa mzee mmoja wa baraza anainuka. Huyu binti si ndiye mtoto wa giza aliyezaa bila kuolewa? Mtawala, huwezi kuoa binti asiye bikra, anasema Usirudie tena kauli hiyo, huyo unaongea naye ndiye kipenzi cha roho yangu, mtoto alikuwa wangu na mimi ndiye mwanaume wake wa kwanza, anasema shujaa, na minongono inaanza anainuka mzee Tamimu na wote wanakaa kimya. Hapa hakuna tena la kujadili, shujaa ametamka mwanamke anayemtaka. Lakini kwa kuwa tayari tumeshafanya uchaguzi, binti huyo wa katikati, akimnyoshea Zina, mimi na mke wangu tumempendekeza, atakuwa mke pia. Ndoa hizi zitapangwa namna ya kufanyika. Kikao kinafungwa sasa. Mzee Tamimu anaondoka huku mkewe akimfuata nyuma. Shujaa anamfuata Aisha na kumchukua kuondoka naye. Zena kio bado hamini anabaki pale pale na watu wengine wakitawanyika. Bado mzee Giza hajui nini kinaendelea. Hajui haelewi nini kinaendelea. Anaondoka hapo akiwa na maswali mengi kichwani. Na hapo Zawadi muda wote huwa alikuwa amekaa na angalia. Anafuata Zena ambaye alikuwa bado amesimama amepigwa butwa. Sasa na mimi nilikuwa kama wewe. Nilidhalilishwa na shujaa mbele za watu kisa ile binti. Sasa na nae unaingia kwenye ndoa na mwanaume ambaye hana muda na wewe, macho yake yote yapo kwa mtu mmoja. Hii vita ni yetu sote, Mimi na wewe. Zena anamtazama zawadi asijue amjibu kitu gani, huku zawadi nia yake moyoni ni kumtumia Zena kuwagombanisha Shujaa na Aisha ili abaki kuwa mama kwenye nyumba. Msikilizaji, leo tunaishia hapa, sehemu ya sita, na vitu vingine vizuri zaidi Usiache kusubscribe like na kuacha comment yako alo, na kusubscribe kila ninapo post utapata notification. Asante sana, mimi naitwa Naima Muhammad.